Kuna baadhi ya viumbe ukifuatilia maisha yao unaweza kuona kwamba wanaishi kawaida kwa kwa tu, lakini ukija kuangalia kwa makini, huenda kuna somo lipo unaweza ukajifunza. Katika moja ya episode zangu niliongelea stori ya nzi. Kama ukiona hiyo episode unaweza ku click hapa hivi ukaiangalia hiyo episode, alafu utajifunza kitu fulani, lakini fanya hivyo baada ya kuona episode hii. Episode hii pia nataka nikuletee stori kutoka kwa kiumbe mwingine, the frog, chura. Chura anatufundisha nini ambacho kinaweza kutusaidia sisi kufanikiwa? Stay close. Don't go anywhere. Nam tumerejea, hii Success Path Network, each one teach one. Mimi naitwa Ezden Jumanne, karibu sana sana, sana. usiacha kuniandikia unatazama kutoka wapi, hali kadhalika kwa kile ambacho unajifunza kutoka kwenye episode hii, au ikiwa una swali lolote ambalo unatamani kuniuliza, au unatamani niongelee kitu fulani, topic fulani inakutatiza, unataka niongelee pia, sema hapo chini kwenye comment section, kwa sababu huwa nazipitia. Wakati mwingine naamua kufanya kitu kutokana watazamaji wangu wanataka nini. Sasa leo hii nataka tujifunze kitu kutoka kwa F-R-O-G, the frog na uh, chura anaweza kukufundisha kitu kikubwa sana. Nataka nikusimulie story moja ndogo sana ambayo ita, ita, na, uh, na, hadithi, hadithi. Na, <laughs> chura na familia yake walikuwa wakiishi maisha mazuri sana huko kisimani, chini kwenye kisima ndani huko wakifurahi wanaruka, wanaogelea wakiamini kwamba wao ndio viumbe waliobarikiwa maji kuliko viumbe wote duniani. Wanaamini wao wana maji mengi kuliko maji yoyote duniani. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaishi kisimani mule, na maji wanaona ni mengi sana. Yani, unaona, unaona, yani hamna viumbe wana maji kama si sisi, ndio tuna maji. Sasa katika miaka ilivyoenda, kuna chura mmoja alizaliwa, yeye akawa mdadisi sana. Yani unajua wale viumbe wengine wapo wanaruka tu ule mwanga anauona kule juu, najua kisema kilivyo kirefu wala kule nyuma kuna kamwanga kanaonekana kwenye mlango kule, ile ile opening ya well kile tundu la kisema, wanaona kana ni mwanga tu ambao huo unawamulika nini, kwa hiyo hawajiulizi chochote. Sasa yule chura yule mdadisi akasema, ah, hivi kule ule mwanga unatoka wapi? Mbona kama kule kuna uwazi kule unaonekana unaweza ukatoka hivi. Akaamua kwanza kupanda kule mdogo mdogo ngone ndezake. Vyura wale wakaanza kumpigia kelele sana. Wewe unaenda wapi bwana? Wewe mbona unafanya mambo ya ajabu? Mababu na mababu hawajawahi kujaribu kutoka huko. Visa vyote. Wewe mbona unataka kuvunja mila zetu? Unataka kufanya vitu vya ajabu. Anasema, ah, mimi nataka tu niende nikaone. Utakufa huko wewe. Huko ndio kwenye hiyo, kwanza huko hamna hata maji huko unakoenda. Kumbuka maji ndio hapo huko. Sisi, sisi unajua zile watu wanakuambia ukiwa unajaribu vitu, unaona niende jambo fulani, watu wanakupigia makelele mengi mayoe. Basi yule chura kapanda. Akafanikiwa bwana. Paka katoka nje. He, kutoka tu anaona sio mbali kutoka pale kuna dimbwi. Ngo, sasa unajua dimbwi li, ni, ni pana kuliko kisima yani. Kwanza akashangaa. Polee kubwa saje peke yake kule kule. Kule ikasema mtu akawa akijitupia mbele akogelea mbele. Somo akatoka kana zura zura akaona mto. Akaja akaona ziwa, pia akaja kujua kuna bahari. Historia inakufundisha nini? kwamba wewe umefungiwa kwenye kibox chako, kwenye hicho kisima chako uliopo, ukiamini tayari wewe una kila kitu, ukiamini wewe umeshajaribu uwezo wako mpaka mwisho, ume stretch. Lakini kuna vitu wewe hujawahi kufanya, na vitu hivyo vipo vizuri sana mbele yako, vinahitaji wewe ufanye jitihada kidogo tu. Chura aliwezaje kuona kuna kumbe kuna maji mengine mengi zaidi ya ile? Kwa nini? Kwa sababu alifanya jitihada ya kupanda na kutoka. Ukishatoka utaona. So tunaweza tukajifunza kitu, haijalishi umetokea kwenye familia gani, haijalishi upo kwenye nini, haijalishi umeachieve kiasi gani, kwamba umeshafanikiwa kiasi gani, bado unaweza kuexplore sana ikiwa utaamua kufanya jitihada kadhaa. Na hii story inatufundisha vitu vingi sana. Kingine ni kwamba jitihada nyingi ambazo zitatuletea mafanikio, watu wengi watazipinga. Ushasikia stori inasema nabii akubariki kwao. Yani wale unaotoka nao sehemu moja mara nyingi huwa wanaona kama, ah wewe unatakiwa kuwa kama sisi tu, wewe usijaribu bwana. Ukitaka kwenda wengi wanakurudisha, wanakuvuta, wanakuvuta. Unakuta tu ukifanikiwa hawakupongezi, wengi wanaanza kukuponda, wanaanza kukuambia mchawi, freemason, wanaanza. Wakisipofanya hivyo wanataka waje nyumbani kwako wahamie, watu waje wakae tu, afu kazi hawataki, yani wakae tu, wape tu. Ukisema unaonekana wewe mbona unatesa ndugu, sijui unataka ndugu majitu mazima wataki kufanya kazi, wanataka kukaa tu wapige good time. Haya mambo yanatokea kwenye story hii yanatufundisha ya, ya huyu chura. Unaona alianza kuondoka vile, wewe wewe unaenda wapi wewe? Askoni yes, nimeamua kukasi mtulie. Kwa hiyo kuna vingi sana najifunza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba usiwe mzito kwa ku-explore zaidi. Maana yake soma zaidi. Find books, soma vitabu zaidi, tafuta vitu. Tafuta. Unaona vile unavyokuwa unasoma, hizi ni jitihada unakuwa unafanya za kujaribu kupata vitu vipya. Unapokuwa unafungua video kama zetu za kwenye Success Path Network unakuwa umeamua ume kwamba kujaribu kupata vitu vipya, kwa sababu mimi sifungui video hapa nikaanza kupiga porojo hata siku moja. Sileti video hapa nikaanza kukwambia, oh sijui na nani bwana siku hizi anatokana nani siku hizi na nani sijui kaachwa na nani sijui nani kafa sijui nini. No, sio hapa sikutangazini mimi kuhusu hali ya hewa sijui nini. No, mimi nakwambia vitu ambavyo vinaweza kukufanya wewe ukawa bora zaidi kila siku period. That's what we do Tutaleta vipindi vingi, maudhui mbalimbali, lakini yote yatakuwa yameungamana, yame kwenye mlengo mmoja tu, kitu kimoja tu. Yote yatakuwa yatakuja na vitu mbalimbali, lakini itakuwa ka some sort of entertainment, lakini mwisho wa siku ni kukufanya ujifunze kitu fulani ambacho kinaweza kikabadilisha maisha yako kwa some degree. Sasa zamu yako, mimi nimemaliza. Nataka wewe uniambie kisa hiki, wewe kimekufundisha nini ambacho mimi sijakiona, ambacho mimi sijakisema, nyuma ya kamera. Shukrani sana wewe kwa kufuatilia. Nakiwa kama ni mfanya biashara unataka tuweke matangazo yako kwenye video hizi, wasiliana na sisi, namba zitakuwa kwenye description. Till next time is your boy Ezden.